Tukisalia huko huko pwani kutoka kaunti nambari moja, tuelekee kaunti nambari nne ambapo wanakijiji wa Kinakomba huko Tana River wameandamana hadi katika ofisi za kamishna wa kaunti kufuatia mzozo wa mpaka kati ya ardhi yao na kaunti jirani ya Garissa. Kulingana na wanakijiji hao, majirani wao wamekuwa wakiwatishia, ilhali kuna mpaka uliowekwa na wakoloni na ambao unatambuliwa na serikali. Wakazi hao sasa wanaitaka tume huru ya uchaguzi IEBC uzuru eneo hilo na kutoa mwelekeo kabla ya hali kuwa mbaya zaidi. Kwa kujua mipaka yetu na wa Ijara iko wapi? tumetembea kutokea jana mchana tukalala barabarani, kumi na moja asubuhi tumefika Hola. Angalia hili jua lote, mama mzee, kuna wamama wazee wamejazana hapa. Watu wa Ijara wanatusumbua, vijana wetu hawafanyi kazi kwa raha, vijana wetu hawafanyi kazi kwa amani. Kina mama wakienda huko ni wasiwasi, wanatemewa mate, wanaf wanafanyiwa vituko vya kila aina. Soko liko huko wao, huku kwetu wanakuja wanafanya mambo yao na sisi tukienda kule tunatishiwa. Tana River na Ijara ni three miles away from the river. Na mimi chenye nasema kuongelea tu viongozi wenzangu wa kule Ijara, mimi ningeomba tu waambie wananchi wao ukweli, sababu ukweli ni sheria na sheria ndio ukweli. Wafanye what you call interpretation, waeleze tu ile sheria inasema nini, huu mpaka wa Tana River na Ijara katika sheria, sheria inasema nini? Kama sheria inasema mpaka yenu iko hapa, si hapo ndio mpaka iko? Hii ingine yote ni drama, haina maana. Lakini mahali mpaka iko kulingana na sheria, hapo ndio mpaka iko, na sio mimi nitengeneza hiyo sheria, wala sio ninyi. Si ni kweli? si kuna wale walitengeneza sheria. Kwa hivyo mahali mpaka iko, iko. Hata mtu ashide hapa akinena akichukua TikTok, wacha ajulikane kwa TikTok, huko kwa social media hiyo. Sasa hiyo haituhusu. Tuelekee kaunti nambari tatu sasa ambapo